Eh, magazeti makubwa ya kibiashara duniani ya Insider na Bloomberg yamenukuu Waziri wa mipango na uwekezaji wa Tanzania Profesa Kitila Mkumbo, ambaye amethibitisha kwamba mamlaka za Tanzania zipo tayari kuuza akiba yake ya madini ya dhahabu. Tanzania inaingia kwenye rekodi hiyo ya kuanza kuuza dhabu e, yake ni baada ya e, bajeti ambazo zilikuwa zikitegemea misaada ya Marekani hasa shirika la maendeleo duniani la USAID baada ya kukata e, na kulivunja ilo shirika chini ya mamlaka za Rais Donald Trump. Sasa ili Tanzania iweze kuendana na mipango yake hasa ujenzi wa SGR basi, mamlaka zimeamua kuchukua uamzi huo, ambapo inatajwa na Benki Kuu ya Tanzania BOT, kwamba hazina ya dhahabu iliyopo ni inataki, inakadiriwa kuwa na ukwasi wa trilioni 3.3, sasa sakata hili la uuzaji wa akiba ya dhahabu limemwibua askofu wa kanisa la Kiinjili na la Kiluteri Tanzania, kwa kifupi KKKT, dayosisi ya Karagwe mkoani Kagera, Dr. Kalikawe Lwakalinda Bagonza, ambaye ameandika kwenye mtandao wake wa kijamii anasema, hazina ilipo ndipo moyo wako ulipo. Tunaiuzaje? Wajaruo wana kitu kinaitwa nyantakorokwa. Wajaruo wana kitu kinaitwa nyantakorokwa, yaani akiba au hazina maalum isiyoguswa guswa bila utaratibu. Hazina hii hutunzwa mahali pa siri na panapolindwa kwa umakini mkubwa. Familia inaweza kulala njaa, mgonjwa akakosa matibabu, na hata ng'ombe akauzwa, lakini nyantakorokwa haiguswi. Azina hii huguswa endapo uhai wa mkuu wa kaya umo mashakani au yuko katika hatari ya kupelekwa kifungoni. Azina hiyo inaweza kuguswa endapo mali nyingine zote zimeshindwa kutatua tatizo linaloikabili familia, au hizo hazina hazina thamani ya kutatua tatizo hilo. Ili kuigusa hazina isiyogusika kibali huwa kinatafutwa kwa familia: sharti mkuu wa familia, mtoto mkubwa wa kiume, mke mkubwa endapo kuna zaidi ya mmoja, na rafiki wa damu wa familia omkago ili wakubali kuwa nyata korwa korwa isiyogusika kirahisi iweze kugusika ili kuokoa uhai wa mkuu wa kaya. Endapo imekubalika kuwa hazina hiyo iguswe ili kutatua tatizo la familia, basi wanaokoo hujulishwa na kupewa fursa ya kwanza ya kuigusa isiyogusika kabla ya kuwafikiria watu wa nje. Ni hatari mtu wa nje kunufaika na nyantakolo korwa bila ridhaa ya wanaukoo. Hata mwanaukoo ambaye ajazaliwa hana haki ya kukua na kudai na kukomboa nyantakolo korwa ya familia au ukoo. Lakini Wajaluo hawa wanasema fimbo ulionayo mkononi ndio unayoitumia kumuua nyoka. Huwezi kuazima fimbo unapokabiliwa na hatari, lakini ukitumia fimbo ikavunjika au ikaisha na nyoka wakaendelea kuja unafanyaje na fimbo zimeisha? Kutoka kitabu cha Mwanzo sura ya nne na mstari wa pili, Bwana akamwambia Musa, una nini mkononi mwako? Akajibu, nina fimbo.

na mali alizorithi. Mwisho, Baba Askofu Kalikawe lwa Kalinda Bagonza anamalizia, unaponda mali alafu ufi. Ni sakata linaloendelea nchini Tanzania baada ya mamlaka za nchi hiyo kufanya uamuzi wa kuuza akiba ya dhahabu ili kuendeleza eh, mipango na mikakati ya kuleta maendeleo kwa wananchi wa taifa hilo la mashariki ya Af